Support kijana achukue hiyo kiti kwa sababu mtu mwenye ange gavana wa, e, sasa umesema seneta wako sasa hivi ni Bonnie Khalwale. Ni Bonnie Khalwale, lakini atakayechukua hujamuona, atakayechukua sijamuona, mwenyenatakaechukua, but ningeomba sana vijana wajitokeze uongozi, vijana wajitokeze wasimame hii speed. Mimi hata nikitoka mahali hapa, mimi nakuja huko, na si sikuji kwa upunge mimi, naenda kwa useneta hata direct, naanzia pale. So mtu duniani, mtu uzaliwa na na na kipawa chake. Mheshimiwa, utabadilika kabisa? Siwezi badilika mimi, nita support, i will support, eh, i will support, eh, i will support, mimi nita support. Eh, Eliudi Wanjala anasema yeye yuko kama seneta. Eh, Eliudi Wanjala, unamfahamu Eliudi Wanjala? Ni kijana ambaye anatamani am, am, am, am, am, am, am, am, sana kuwa senator wa jimbo hili la Kakamega. Sasa, wewe umesema umesema vizuri, anatamani sana. So yeye wachaji mwake wasiwasi mbele ya watu. Kada mnasi. Ya, kada mnasi. Auze sera, auze sera tu. Ahubiri Injili yake. Ahubiri Injili yake. Afike wewe sikabarasi kama watu wataokoka. Afike wewe sikabarasi kule sisi tumujue tumuelezee, tumpe maneno yetu pia sisi mm -hmm. Yeah. So ujue seneta ni kitu ambacho kinachukua nafasi kubwa sana kaunti nzima. So well, unajaribu kusema nyumbani, unajaribu kusema hata hatambuliki, sio? Sijasema hatambuliki, yani umesema afike kule nyumbani, hatujamuona haswa sana. Mimi kipinafsi sijamuona, na mimi natembea, natembea huko Malava, kila kona, kila kona.